jeshi la polisi mkoa wa dodoma limefanya kikao na wafanyabiashara wa vyuma chakavu wa mkoani humo lengo ni kuonesha ushirikiano kati yao pamoja na jeshi la polisi katika kuzuia kubaini na kutatua uhalifu hayo yameelezwa na kamanda wa jeshi la polisi mkoani dodoma George Katabazi, wakati akizungumza na waandishi wa habari ambapo amesema kupitia operation wameweza kukamata watuhumiwa 21 huku 11 wakifikishwa mahakamani kutokana na wizi wa vyuma ikiwemo misalaba kutoka makaburini na miundombinu ya serikali. Hao wafanyabiashara wanafanya biashara ambayo ni halali wengi wao, lakini kuna baadhi ambao wanafanya biashara hii ya vyuma chakavu kwa kununua au kwa kununua mali za wizi, wanajua kwamba hivi vyuma chakavu vimepatikana kwa njia ambayo sio halali, lakini baadhi yao wanavinunua hivyo vyuma ambavyo ni chakavu lakini baadhi ya vyuma sio chakavu vinanunuliwa eh, lakini ukiangalia kwa uliso wake sio vyuma chakavu, lakini wao wanavinunua na kuviuza. Unakuta wakati mwingine wananunua vyuma hivi kwa bei nafuu, bei ya chini, na wanakuviuza kwa bei ya juu. Kwa hiyo tumeona sasa, jeshi la polisi, tuweze kutoa elimu, lakini tuwape onyo kali wasijihusishe na ununuzi wa vyuma chakavu ambavyo vimepatikana kwa njia ambayo sio halali. Hii ni kufuatia na uhalifu ambao ulikuwa ukiendelea katika mkoa wetu wa uharibifu wa miundombinu, lakini na uhalifu wa mali mbalimbali mathalani magril eh, milango, watu walikuwa wakijenga nyumba zao kabla zijakamilika, hawa wahalifu walikuwa wakiiba vitu hivyo na kuviuza kama bidhaa chakavu au vyuma chakavu kwa wo wafanya biashara. Kwa hiyo tumewapa angalizo kwamba wanaponunua vyuma hivi chakavu, inatakiwa wawe waangalifu, wajiridhishe kupitia wakaguzi kata, lakini watendaji waliopo kwenye maeneo yao, ili kuona kwamba walari wa vyuma hivi au wa mali hizi au bidhaa hizi. Sasa kwa kuwa mji wa Dodoma unakuwa na watu wanajenga, kwa hiyo imekuwa ni kero eh, moja kwamba watu wanunua wanang'oa kwenye madiriri wanang'oa vile vyuma, lakini wakati mwingine watu wanafanya wiring wanachukua nyaya zao, sasa wanauza kama vyuma chakavu. Kwa hiyo kwa elimu hii tunaamini kwamba hawa wafanyabiashara wa vyuma chakavu, hii biashara ita, itaisha na haiwezi tutakuwa tumeikomesha kwa maana ya kwamba tunataka mji wetu kuwe, lakini katika mji wetu wa Dodoma hakuna fursa ya uhalifu wa aina yoyote, ikiwemo uharibifu wa miundombinu pamoja na uh, mali nyingine za, za watu kwa maana ya majengo ambayo watu wakijenga vyuma uh, hivi au ma, ma, madirisha yao madriri yao milango na madirisha inakuwa ikibiwa. Kwa hiyo hiyo nataka tuikomeshe tuweze kuitokomeza zaidi, kwa maana Dodoma kuna mwanya wa uhalifu. Na kwa kufanya hivyo, tumefanya operesheni, kufanya operesheni ya kukamata wahalifu wote wanaojihusisha na uhalifu wa wizi wa miundombinu au mali, lakini kuzipeleka kuziuza kama vyuma chakavu. Katika operesheni hiyo tumefanikiwa eh, kukamata watu ishirini na moja ambapo e, watuhumiwa kumi na moja tumeshawafikisha mahakamani na e, hivi vyuma au mali hizi ni mbalimbali. Ukiona e, kuna kuna madirisha au madril, e, ya milango, madrili ya milango ya, madrili ya, ya, ya madirisha i tumekamata baadhi ya misalaba ambayo inang'olewa e, kutoka kwenye makaburi inang'olewa e, kuna kuna miundombinu ikiwemo mifuniko eh, ya kufunikia hizi chemba za maji, ma, maji, ma, maji taka eh. Lakini kuna bidhaa mbalimbali, vitu mbalimbali. Kwa hiyo vitu vyote eh, kuna bidhaa ambazo zinatengeneza, zinatumika, kutengeneza wakati wa kutengeneza hii ring road. Kwa hiyo mali nyingi zimekamata na tunaendelea na operation hii ambayo ni endelevu ili kuhakikisha kwamba tunahifadhi E, miundombinu ya serikali e, lakini tunahakikisha kwamba mali za wananchi zinakuwa salama. Kimsingi tunashukuru sana kikao hiki cha mheshimiwa RPC Wabukua, wa mkoa kwa kutuona sisi tuna thamani na kutuita, kwa hiyo tuna furaha kubwa sana, lakini kama ilivyokuwa hapo awali, wanuaji wa chuma chakavu walikuwa wamesahaulika, na tafsiri yake ilikuwa ni kwamba wanafanya kazi ya uhalifu, lakini baada ya mkutano wa RPC wetu ameweka wazi na kutupa imani kuwa kazi hii ni kama kazi zingine, tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria na kanuni za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi tumepata nguvu kama wanunuaji wa chuma chakavu na changamoto zile ambazo tumekuwepo nazo sasa. Tunajaribu kuziacha na kuiamini kwamba kazi hii ni kazi halali kwa kufuatia kanuni za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kununua chuma chakavu ambacho ni halali tu na kujiepusha na vitendo vya, vya, vya kiharamu ya kuchukua au kununua miundombinu ya kiserikali ikiwemo na reli e, vifaa vya duasa lakini pia vifaa vya TANESCO. Hiyo basi tunaiahidi Tanzania na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa tutakuwa waadilifu katika hili, tutafanya kazi zetu katika misingi ya kikanuni. Hatutaendelea kabisa na tutakoma kabisa kuchukua vitu ambavyo vinaweza vikahujumu miundombinu yetu kama vile reli pamoja na umeme. Tunashukuru pia kwa kupata elimu ya leo kwa ajili ya kuendeleza eh, shughuli zetu za kununua scraper pamoja na kuuza, pamoja na changamoto nyingi ambazo tumezipitia kutoka kwa watu wanaonunua kidogo, wanaoleta kidogo kidogo kwetu, ambao hawa watu kwa mara nyingine wanakuwa wamevunja au wamechukua sehemu ambazo ni vitu vya watu au ni vitu vya serikali, wakati wanapovileta pale sisi tunanunua na baada ya unakuta tunakuja, na na muda mchache labda unakuta tunakuja tunakamatwa, hiyo tunaingia katika hasara kubwa na msukosuko na kupoteza muda na vitu vingine. Ila baada ya leo, japokuwa tulianza muda mrefu kuanza kulirekebisha hilo, lakini kutokana na watu walikuwa wanafanya kila mtu kivyake kivyake, sasa tutakuwa tunafanya kwa pamoja, kwa unascrepa wote tutakuwa tunapeana taarifa kwamba chuma hiki tunakipiga picha na unakituma kwenye group kwa ajili ya kuweza kujua kwamba ni halali ama si halali, kununua. Ama kimetoka wapi ili uweze kukinunua au kukiacha kabisa kutokana na kilivyo au kumripoti yule ambaye amekuletea. Sambamba na hayo, RPC Katabazi amewataka wafanyabiashara wote wa vyuma wawe wazalendo, huku akiwataka wananchi waliopotelewa na mali wakiwa na taarifa kutoka polisi wajitokeze kutambua mali hizo. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu.